Hadija uh, Fatma uh, Ali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji kwa kweli jukumu mm, letu sisi kama Waislamu kuweza kufanya juhudi ya kujua dini vilevile vile Weza kuhimiza watu kusoma ilmu ya dini, na kwa hilo Halaal Charity TV ndani ya kipindi cha Wajua Dini Yako imeweza kuchukua jukumu hilo kwa mshiko wa viganja viwili. Hii leo tukiwa katika mtaa wa Old Town ndani ya mji wa Mombasa, leo swali la leo katika kipindi chetu cha Wajua Dini Yako, tunajua kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa na watoto. Je, watoto hawa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni wangapi na majina yao ni kina nani? Ungana nami hii leo katika mtaa wa Old Town tuweze kufahamu na kupata faida kutoka kwa wakazi wa Old Town juu ya swala hili. Asalamu As alaykum alaykum wa wa barakatuhi. Wa rahmatullahi barakatuh. Wa alaykum salam. Mwenye jina nani, baba? Naitwa Athman. Athman, swala leo kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh, alikuwa na watoto wangapi mtume wetu? Hmm. Alikuwa na watoto sita. Masha Allah, sita. Waweza Was, pengine waweza nitajia watoto wa sita? Eh uh, kwa majina siwajui, najua mmoja tu Fatima. Ah. Sio nani brother? Mto Rashid. Rashid, Rashid kuna swali apo na zawadi. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtambua sio? Ndio. Uh, alikuwa na watoto wangapi mtume wetu? watoto tutu... okay. okay. Mtume wetuoe mtume wetu Muhammad alikuwa na watoto wangapi? Watoto saba. Mashaallah, eza ntajia watoto saba, saba. Saba mtume Muhammad Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumu salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo niko na nani hapa? Niko na Bakari hapa leo. Naam, Bakari mimi niko na zawadi hapa na swali rahisi sana. Tunajua mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa na watoto. Je, idadi ya watoto wake ilikuwa wangapi? wa wa hmm? Wa rahmatullahi wa wa Salamu alaikum <inaudible> wa rahmatullahi Hassan. Hassan, mimi leo niko na zawadi na na swali ya baraisi sana. Tunajua mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na watoto. Je, watoto wake walikuwa ni wangapi? Na watoto watoto saba. Saba, mashaallah. Wangapi? Mashaallah. Na watoto saba uweza nitajia majina yao? Ibrahim, Qasim, uh, Abdullah,

namtambua eh, Mtume wetu alikuwa na watoto wangapi? Kwa ujumla watoto kidogo, changamoto changamoto, na pengine kwa kwa majina kuwataja, wawili watatu ama kadhaa, unaojua najua mm. tu yule mwenye Ali alivuliwa hijab lakini, pia ninamsahau jina I mean, uh, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ah, uh, no. Alikuwa na watoto wangapi mtume wetu? Ah, alikuwa na watoto 99. 299? Pengine zitajiwa watoto 99, pengine miongoni mwa watoto. Fatma, Ali. Ah, diye Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa mm -hmm. na watoto wangapi na watoto hawa kwa majina ya kina Saba hivi. Kwa majina yao, tafadhali. Abdullah akumbuka. Shukran sana. <tuhal> <Naitwa> Muhsin Salim. <tuhal> <tuhal> Naam, Sheikh Muhsin. Uh, leo hii niko na swali na yeah, pia niko na zawadi hapa uh, swali <tuhal> <So>, lenyewe, tunajua kwa mtume <-tuhal> Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na watoto uh, ni watoto wangapi alikuwa na mtume <tuhal> Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na watoto saba au sita. Sababu ni siku nyingi sana sijapitia hiyo saira, lakini naweza kuwataja. Mashaallah taji watoto wa mtume wa kiume, uh, ni watatu: Abdullah, Kasim, Ibrahim nah. wa kike ni uh, Zainab, Ruqayya, Umm Kulthum, Fatima. ni saba, saba. Nah. Shukram, bro. Kwa kweli bwana wetu well, Mtume yeah. Muhammad yeah. sallallahu alayhi wasallam alikuwa na watoto saba ambao ni jibu la leo, na miongoni mwao wakiwa wanne ni watoto wa kike na watatu wakiwa wa kiume. Kwa wa kiume kulikuwa na Qasim, Ibrahim na Abdullah, wa kike kulikuwa na Zainab, Ruqayya, Umm Kulthum na Fatima. Shukran sana kwa kutazama kipindi chetu hichi, mikoa wako Al-Akh Yusuf Musa, na nyuma ya kamera ilikuwa Hassan Adam Yusuf. Tupatane tena biidhnillah. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ni maswali gani unataka tuulize na ni wapi ungependa kutuona tukuulize. Wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.